Lakini kabla ya kuenda kwenye mlango huu wa mbele hapa, kuna fawaidi, kuna faida. Wanazuoni wengi wanapozungumzia, wanapoziorodhesha hadithi na wanaposherehesha, basi wanataja fawaidi za hadithi, wanaandika katika vitabu vyao, ma wa yustafadu min hadha alhadith, wa yustafadu fi hadha alhadith Alimruri, hapa iko faida moja ndogo, kabla ya kujenda mbele, ningependa kuitoa. Kama utakwenda manami, anasema farajatu hatta stakbaltu fakultu, nikarudi kisha nikamkabili mtume sala salam, nikasema ghafarallahu laka ya rasulullah. Ko faida inaanzia hapa ghafarallahu llahu laka ya rasulullah Faqal, akasema walaka. Tutasimamia hapa walaka. Faida inaopatikaniwa hapa ni kama ifuatayo: kumbe kwamba Uislamu umeweka nidhamu maalum ya mazungumzo baina ya wawili, hususan ikiwa mmoja amemwombea dua mwenziwe na huyo aliombewa dua, Uislamu umeweka nidhamu maalum ya kujibu na kujibu huku basi ndiko ambapo tunakutafuta kusema, sawa kumwombea mtu dua sawa, lakini unajibuji hi. Ndio hiyo faida tunaipata. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na Abdillahi bin Sardis, Allah akughufurie bwana mtume, salam alisemaje? Alimwambia walaka, na wewe vile we, vile na wewe pia. Same to you kwa kiingereza wanasema. Kwa hiyo utaratibu huu ni utaratibu ambapo unakwenda katika dua zote, inakuwa majibu ya kumjibu yule aliyokuombea ya dua yawe yanafanana na ile dua yenyewe na mara nyingi inakuwa katika hali ya ufupishi, kama hivi ghafarallahu laka ya rasulullah. Mtume saw sallam akamwambia walaka, hakuwa na haja tena e, amwelezee au atoe maelezo kwamba na wewe Allah akugufiria, walaka. Hii neno walaka inatosheleza, na hii ndiyo nidhamu ya kilugha na hii ndiyo sunna ambayo imedhibitiwa na mtume sala salam na masahaba zake. Sasa nitajaribu kutoa mifano miwili mitatu ili uelewe nini ninachokusudia kuhusu matamshi ya dua ka kuombea mtu dua na ujibu vipi. Mfano, katika jambo ambalo tushawahi kulizungumza zamani, lakini tutalikariri katika hali ya ushuhuda wa hadithi yetu, kuna hadithi ya Osama bin Yazid

Huyu mtu mwenye kufanyiwa wema akasema kumwambia yule mtenda wema, jazakallahu khaira, yani Allah akujaze kheri. Fakad ablagha fi thanai, mtu huyu aliosema jazakallahu khaira, amefika ile upeo wa juu katika shukrani, yani to the maximum. Hakuna tena shukrani nyingine zaidi ya hii, kumwambia mtu jazakallahu khaira. Ablagha ismu tafdhil ala wazni af'al abla. Hakuna tena top zaidi ya shukrani hiyo. Kwa hiyo mtu akifanyiwa wema akisema jazakallahu kheir, amemaliza. Hakuna tena sentence au aina ya mfumo wa maneno ambao utakaoupita maneno haya ya shukrani. Lakini watu wengi wamepitikiwa na hili, waislamu wengi akifanyiwa mtu wema kheri, basi yeye akangang'ana tu asante, asante, na kidogo labda eh, shukran, shukran, shukran, na ataongeza shukran jazila, na kidogo labda akapita pita eh, eh, chuo kidogo hivi basi eh, thanks, thanks, thanks a lot uh, thanks very much. Lakini kumbe sunna, unamwambia mtu jazakallahu khaira, Allah akujaze kila la kheri sasa wewe sasa uloambiwa hii jazaka Allahu khaira, inabidi umjibu yule. Na sasa utamjibuji? neno la kumjibu hili tushiasai zamani, ushaelezea ni unamwambia wa iyyaka, wa iyyaka. Mfano wa mimi nimekufanyia wema wa aina yote, kwa hiyo unanambia mimi jazakallahu khaira

alikuwa mara nyingi anapozungumzi anapofanyiwa jambo lolote ihsan, e, yule mtu akasema jazakallahu khair, basi e, na yeye anamwambia wa iyyaka e, hii ndio short and clear, ingawa unaweza ukasema maneno mengine e, lakini hii ndio short and clear wa iyyaka. Na hata nimeona basi katika fatawa za

ya kwamba hadha la ba'sa bihi, hili wa iyyaka kumwambia mtu wa iyyaka ni jambo ambalo halina tatizo, halina ubaya. Fa qauluhu wa iyyaka maanahu, maana yake wa anta jazaka Llahu khaira, na wewe vile vile Allah akujaze khairi. Fa huwa kalamu sahihu la ba'sa bihi, ni maneno ambayo yalikuwa ni sahihi hayana dosari aina yote. Kwaiyo nafikiri tumepata faida hiyo. Faida nyingine ambayo tunaweza kuipata katika hadithi hii ni ujibuji ambao unafanana na yale madua aliyombewa katika hadithi ya Ubayd bin Abi Aljali, an Aisha lah anha, hadithi ambayo akhrajahu Annasai katika amalu

Kwa hiyo bwana mtume aliletewa zawadi. Angalia wenzetu walipokuwa na ule moyo, mtu atoa zawadi mbuzi mzima. Eh? Sasa leo mtu atele nusu kilo ya nyama kumwambia ustadhi, basi zawadi yako hii nusu kilo, angalia useme kilo Hasa mtume sallallahu alayhi wasallam alipelekewa zawadi nzima, mbuzi mzima. Faqala, akamwambia mkewe mama Aisha kwamba eksimiha, hiyo zawadi ya mbuzi huyo, pamoja kwamba tumetewa sisi, lakini igawanye, naona fa faida nyingine hiyo. Kumbe masahaba walikuwa wakeze mtume ni watu makarimu, na mtume mwenyewe alikuwa ni ajwadun nas. Mbuzi yule akaamrisha agawanywe Yani apelekwe nani, apelekwe nani, apelekwe nani, apelekwe nani, apelekwe nani, apelekwe nani eh? Lakini leo hata mtu akipelekewa zawadi hiyo mbuzi mzima, basi anabakia katika friza mpaka wanasema watu Kiswahili, na kioze <laughs> lakini hakijai na pengine, mama zetu wanasema, wake zetu nyumbani, wanachangia haya katika mambo ya uchoyo ukimpelekea kilo mbili za nyama, ukimpelekea mguu wa mbuzi basi atauga, atauweka kwenye friza huo, hautoi hata kwa jirani yake. Lakini Mtume alimwambia mama Aisha aksimiha, mbuzi mgawe, toa nae sadaka, toa wape watu. Qala, akasema Ubayd bin abi ljad, wakanat aisha, na alikuwa mama Aisha idha rajaat lkhadimu anaporudi huyu mtumishi ambaye alikuwa amemtuma, e, bwana chukua huu mguu wa mbuzi, peleka pale kwa jirani yule, e, huu e, ili bega apeleka pale kwa hivyo. Alikuwa anamsikiliza anamwambia hivi, ma qalu laka, wamekwambia nini? Wamepeleka pale yule kwa kwa bwana fulani e, kwa yule ustazi umempelekea, wame wamesemaje? ma qalu laka, wamekwambia nini? taqul ma yaquluna, yaqul bimaana ya kwamba wale niliowapelekea mbuzi ambao umenipa niwapelekee ilikuwa wasema hivi: baada ya kuwakabidhi ile zawadi yao ya mbuzi, wanasema barakallahu fikum, barakallahu fikum. Kwa hapa tunapata sampuli nyingine ya mtu anapopewa jambo jema, anapofanyiwa wema, basi naam

barakallahu fikum. Mama Aisha alikuwa anasema ala kama wamesema hivyo, wafihim barakallah, yani na Allah na wao na awabariki. Kwa hiyo kuna namna na nidhamu na maneno maalum ya kujibizana, na sio tu watu watunge maneno yao tu, wanaoyapela wao kwamba asante sana, nakushukuru kutokana na hivi na hivi na hivi e, bwana Mungu akujalie wa upate watoto wengi sii, na hivi mali, akuzidishie mali. Ni kwamba kuna maneno maalum kwa hivyo mtu unaweza kumwambia barakallahu fek, au unaweza kumwambia barakallahu fekum. Sasa akishakwambia hivyo wewe utamjibu nini? Utasema ni wafikum barakallah, au wafika barakallah? Naam, tunamalizia katika nukta hii ya faida katika msemo ambao mwingine msemo huu haujazoeleka sana, yani namna gani?

Kauli za shekhe anapofanyiwa wema, ima anasema eh, anakusudia eh, anapoambiwa ile jazakallahu khair, wa iyyaka, au akifanyiwa wema aina yote, alikuwa akitamka maneno yafuatayo katika hadithi ya abi unba, ambayo ameisahihisha Albani rahimahullah, katika sahih jami anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam

Mahala popote hakuna mtu ambaye anaweza akaiponda asali, ima iwe katika hali ya dawa, katika hali labda tu iwe asali imefanywa magumashi, imetiliwa eh, sukari gulu. Asali za sasa zile, mtu kaambia asali, asali, asali, asali, asali juu, unawekewa nini? Nyuki sasa unasema. <laughs> hawa nyuki changu ilipovunwa mpaka leo imekuja Dar es Salaam kutoka Tabora, nyuki hawa vipi? Almuhimu, asali ni kitu kizuri na kina sifa nzuri. Kwa hiyo Allah asalahu e, yani humfanya mtu yule akawa sasa ni asali, kila pakasemwa akaulizwa, bwana mtume wama asalahu kuvipi huko bwana? Allah huwa ana asalahu

akakesha asala kama akamfanya yule mtu ni asali, kwa maana akam, akamchagua basi, anamnjulia anampa kifua chake, kinakuwa chepesi kufanya mambo mema ya khairati mengi kabla kifo chake, alafu Allah ndio anamchukua kwa hiyo, al Albani rahimahullahu alikuwa -al mara al -al nyingi Yad'u liman sunia ilayhi ma'rufan, kwa yule ambaye amemfanyia al-Albani uwema, basi huwa anamwombea dua hii, anamwambia assalaka Allah, bi maana Allah akugeuze uwe asali kiasi ambacho maana kwamba uwe kabla ya kufa kwako

ambayo watu wengi walikuwa hawaifahamu. Almuhimu, dua hizi zinakuwa katika usemi maalum. Mwislamu ni vizuri ajipambe na masala kama haya, hata awe nani, jipambe. Akifanyia mtu wema, unamwambia jazakallahu khair. Akifanyia mtu wema, anamwambia barakallahu fik, unamjibu wa iyyaka awwafika, Allah, au wafika barakallahu. Au akikwambia barakallahu fikum, unamwambia wafikum barakallahu ndio lafdhi za Kiislamu hizi, tuondokane na hizi hizi fikra za, za, za kimagharibi, western civilization. Ikawa kila mtu saa zote yeye anajifanya mzungu mzungu tu, thank you thank you thank you thank you a lot uh, thank you. I, I, I'm very happy I'm very happy, oh oh oh yeah yeah yeah yeah. Mwambie mtu jazakallahu khair hii <laughs> Uislam unataka nam, sehemu iliyofuatia hapa.